Yaani, we wewe, yaniweoni sisi tuna namba kumi wa tatu aua mpanzu maen... Na shabiki wa Simba huyu, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Sana. Mapema tumewahi. Ah, kabisa. Lakini low sijaona wa, watu watu hapo hasa si wadudu. Ah, tuko wengi tu. Asibule. Ah, <laughs> wale ni bure kwao, anakuja hata siokuja, sisi tunatoa hela, tunajaa, utaona umundani ah, yes, kama kawaida yetu hatunaga shombovu ah, jana, jana anga kaingia ki, ma, kibabe. Kibabe vipi sasa bwana? ah, wewe mpira siumeangalia mwenyewe bwana mtoto. hey. tumenyumwa goli letu, si tunasema goli letu li. Hawajaona. Goli? Hawajaona yani. Kumbe kwa shabikia Silver Strikers. Ah, sasa unaona ni za zungu Ulaya. Eh? Sasa unaona ni za zungu Ulaya, eh. Hey. Kwa upande wa Yanga, timu ya Tanzania kusupoti? kwa Tanzania, ah, -Tanzania baadaye Soko ni timu ah. Ah. Leo mna kibarua chenu hapa, mnamalizia mlipoanzia kule. Ah, sisi hatuna kibarua. Ni sisi hapa tumoja kuti, kutimiliza ratiba. Sisi tuna kibarua hapo eh. Mzee Hatuna kibarua sisi, tumekuja kutimiliza, tunakamilisha e, tu ratiba. Basi vibonde wale so, vibonde, kwa nini si klabu bingwa eh? Yaani kile unaoona pale bingwa kuna kibonde eh. latuna wa Yanga nana mwepesi wale mwepesi kuliko yule wewe, ah, we. maneno hayo anaongea eh, hayo ni maneno ndio. Simba sasa hivi ina uwezo mkubwa brother. Ngoja oh, nikwambie Simba na uwezo mkubwa. Kwa nini na kwambia na uwezo? Kwanza tuna tofauti wao mm. wana wow, wanakocha sisi tuna meneja <laughs> yaani angalia hata mifumo yetu sasa hivi. Sisi mm. tuna yaani wewe anyway, meneja mwenyewe tu mpira uko mwingi. Yaani yeye mwenyewe tu. Meneja anajua boli. Ah, anataka klipu zionione yani umuone, kocha jana. Neno. <laughs> ah, wamatatizo tu hayo watamfukuza hana muda mrefu <laughs> <laughs> watafukuza wana muda kaka. Sio kama siipendi, naipenda timu ya Tanzania bwana, ipo Tanzania lakini wao kwa kivyao na sisi kivyetu. <laughs> leo tunapiga ngapi hapa jamaa? ah, sisi hapo tumekuja kutimiliza. hmm. Siwezi mimi, sio mtabiri kusema tutashinda ngapi, lakini tunaondoka na ushindi. Timu nayo unaiona? Eh, bwana wewe uione. Yaani wewe uione sisi tuna namba 10 wa 3 au mpanzo maeni. Ah, bwana wewe hey, Bna, sinakwambia tunakuwa namba kumi watatu, watatu, nattimua masiala masiala na baadae usinikimbie. Haya, kukimbiaje? Tutakutana hapa hapa haina shida. <laughs>